E, bwana Tundu Lissu alikamatwa Aprili tisa akiwa wilayani Mbinga, mkoa wa Ruvuma akiwa katika mkutano wa hadhara wa kuichechemua ajenda ya chama hicho ya hakuna mabadiliko yani no reform. Hakuna uchaguzi, no election na kisha kusafirishwa hadi Dar es Salaam ambapo alishtakiwa kwa makosa ya uhaini, uchochezi na kuchapisha taarifa za uongo. Lissu anakabiliwa na makosa matatu ya uhaini, uchochezi na kutoa taarifa za uongo. Jeshi la polisi limeimarisha ulinzi leo Dar es Salaam katika viunga vyake na katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu leo wakati kesi inayomkabili mwenyekiti huyo Antipas Lissu ikisikilizwa. Polisi walitawanyika katika maeneo mbalimbali ya jiji na wengi wenye silaha wakiwa katika mahakama Kisutu, wazuhia, mahakama Lissu, ya Kisutu waliwazuia wanachama wa Chadema na wanahabari kuingia katika viunga vya mahakama hiyo. Lissu akakataa kesi yake kusikilizwa kwa njia ya mtandao wake uh, mtandao, yani kwa njia ya mtandao. Wakati hayo yakijiri, Lisu akakataa kesi yake kusikilizwa kwa njia ya mtandao. Wakati hayo yakijiri, taarifa zilizotolewa na makarani wa mahakama zilieleza kuwa kesi hiyo itasikilizwa kwa njia ya mtandao. Hata hivyo, wakati kesi hiyo ikiendelea kwa njia ya mtandao, askari ambaye jina lake halikupatikana alitoa taarifa kuwa Lisu amekataa kesi yake kusikilizwa kwa njia ya mtandao na badala yake anataka isikilizwe ya moja kwa moja. Lisu ambaye katika kesi hiyo anatetewa na jopo la mawakili wakiongozwa na Peter Kibatala amekataa kesi hiyo kusomwa kwa njia ya video kwa madai kuwa sheria iko wazi na anatakiwa kupelekwa mahakamani. Wakati hayo yakijiri, baadhi ya kijiri, viongozi waandamizi wa Chadema wakakamatwa na polisi na kupelekwa kituoni kisha baadaye kuachiwa. Miongoni mwa waliokamatwa ni John Mnyika, katibu mkuu wa CHADEMA, John Heche, makamu mwenyekiti bara, na baadhi ya viongozi wa Baraza la Vijana la chama hicho. Kiongozi Mkuu wa ACT Wazalendo, Dorothy Semu, na mwanasiasa kiongozi wa chama cha siasa cha PLP cha Kenya, Martha Karua, walifika mahakamani kuonyesha mshikamano katika kesi hiyo inayomkabili Lisu.